Hey, mambo vipi, karibu sana katika YouTube channel yangu kwa mara nyingine tena, tunakutana katika mwendelezo wa kuweza kujifunza Python programming language, na video hii ya leo tutakwenda kuanza kipengele cha object oriented programming, OOP jifunza, atua. Kwa hiyo tutajifunza hatua kwa hatua OOP ni nini na kila mmoja wetu ataweza kufahamu na jinsi ambavyo inafanya kazi na kuweza kuandika object oriented programming katika language hii ya Python. So kwanza tutaangalia na kuelewa maana ya OOP, lakini vile vile kuelewa dhana ama principle kuu za OOP na tutaangalia faida za kuweza kutumia OOP katika Python. Natumai umeshaangalia video nyingine ambazo nimeupload katika YouTube channel yangu, kwa hiyo tayari una idea mbalimbali kuhusiana na hii object oriented programming, lakini hata hivyo tutakwenda kuanzia mwanzo hadi kufikia level ambayo itatuwezesha sisi kuwa na uelewa mzuri wa object oriented programming. So OOP ni kitu gani? OOP ni mbinu ya kuweza kupanga program kwa kuweza kutumia objects na classes badala ya kuweza kuandika program zako kwa kuweza kutumia functions tu, kama tulivyozoea huko nyuma, tulipokuwa tunajifunza vitu mbalimbali mbali. Just tulikuwa tunatumia functions tu na kodi nyingine statement za kawaida lakini katika object oriented programming tutakwenda kutumia vitu halisi sasa, ambazo tunaita objects. vitu hivyo halisi vinaweza kuwa na tabia lakini vile vile vitendo, kwa tutakwenda kutumia pia, tunasema attribute and method, tutakwenda kuona vitu hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio OOP kwa ufupi, just ni objects na classes badala ya kuandika programu yako kwa kuweza kubezi tu katika function. Sasa kuna vitu hivi ambavyo tutaweza kuvitumia na utaona tofauti wake mkubwa e, ukilinganisha na ile procedural programming so, kwa mfano kama unatengeneza mfumo wa wanafunzi let's say, umepewa kazi ya kutengeneza mfumo wa wanafunzi, badala ya kuweza kuhifadhi kila mwanafunzi kama set ya variable tofauti, yani ukaweka jina variable yake, umri variable yake, chuo variable yake ambacho anasoma huyo mwanafunzi basi just unaweza kutengeneza tu class ya mwanafunzi ambayo itakuwa na attribute, sifa za huyo mwanafunzi, lakini pia methods, vile vitendo ambavyo vinamhusu huyo mwanafunzi. Mwanafunzi anakuwa anafanya kitu gani na gani, ndio hivyo ambavyo tunavizungumzia hapa method. Sasa instead ya kuwa na variable nyingi kila mwanafunzi ukaweka variable yake ambayo kusanya jina lake, kuna variable nyingine ya umri. Let's say wanafunzi wako mia moja, kila mmoja awe na variable ya jina, variable yake ya, ya kuhifadhi umri, variable ya kuonesha chuo ambacho anasoma. Unaona kunakuwa na e, kodi nyingi sana na hii e, inaweza kusababisha errors ambayo inaweza ikakusumbua kuweza kuitatua. So OOP inakuja kusolve hiyo issue, tutakwenda kuona tutakapoanza kuandika kodi zetu katika programming eh, mfumo huu wa OOP. So kuna vitu vya kuweza kuzingatia hapa, sifa na vitendo hivi, ambayo attribute na method, tutaenda kuviona kiundani hapo mbele, muda sio mrefu. Lakini ukiachilia huo mfano na maana ya OOP. Wacha tuangalie sasa dhana kuu ama zile principles za object oriented programming. So tukianza na ya kwanza ambayo ni class, hii ni kama blueprint au tunasema mfano wa kuweza kutengeneza ile objects. Class huweza kuamua ni vitu gani vitakuwa ndani ya object, tutaenda kuona tutakapoingia kuweza kujifunza class kiundani. Hapa just na kuelezea tu kwa ufupi hizi dhana kuu za OOP vile vitu ambavyo ni vikubwa katika object oriented programming ambavyo tutavizingatia sana so tutaingia kiundani kimoja kwenda kingine, lakini leo fahamu hivyo klasi ni just ni, ni, ni kama blueprint ama mfano wa kuweza kutengeneza object. Kwa mfano wewe unakuwa na ramani ambayo ramani hiyo utaitumia kutengeneza nyumba okay. Sasa ile ramani ndo tunaita class. Ile nyumba actual nyumba ambayo tayari unaishi ndani yake umeshaitengeneza ndo tunaita object so tutakuja kufahamishana vizuri tutakapoingia kiundani kuhusiana na kipengele hicho cha class na kuona sa jinsi ambavyo kinatengenezwa na kuandikwa ndani yake kuna kusana nini na nini. Hapa kuna mfano wa class, unakuwa unaanza na keyword ya class, unaandika jina la class yako, utakuja kuona hapo mbeleni. Lakini ukiachilia class kuna object ambao ni kile kitu halisi. Uh, hii ni instance ya class, yani kitu kinachoundwa kutoka kwa class. Yani upo na ramani ya nyumba lakini ile sio nyumba, just ni ramani tu ambayo inaweza kutumika kuweza kutengeneza ile ile so, ile nyumba nyumba, so utakapokuwa na ile nyumba sasa, umeshaitengeneza ile ndio tunaita object. Kwa hiyo mfano wa object ni hii M1, M2 ambayo. E, katika mfano huu wa M1, M2 object zilizoundwa kutoka katika klasi ya mwanafunzi ni hizo, M1 na M2. Tutakuja kuona kiundani pia, just tunapeana tu kuweza kufahamu hizi zana kuu za OOP. Pia kuna encapsulation, ufichaji wa data hii ni dhana ya kuweza kuficha data ya object na kuweza kuruhusu tu njia maalum za kuweza kuifikia hiyo data ambapo inasaidia kuweza kulinda data zisiweze kubadilishwa moja kwa moja kutoka nje ya object hiyo ambayo imekusanya hiyo data. Tutakuja kuelewa kiundani kuhusiana na encapsulation. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu, hakikisha umesubscribe ili usiweze kupitwa na mwendelezo wa hiki ambacho tumekianza leo katika upande wa object oriented programming. So, pia kuna inheritance Tunasema urithi wa tabia. Hii inaruhusu klasi moja kuweza kurithi tabia na vitendo vya klasi nyingine, kuzuia kurudia kodi mara nyingi. Yani unakuwa na klasi ambayo tayari kuna method fulani zimo na attribute fulani zimo. Sasa ukiwa na klasi nyingine ambayo ina attribute na method kama hiyo ambayo klasi ya mwanzo ipo nazo, haina haja ya kuandika, just unaenda tu na kuweza kuzitumia zile ambazo zipo kule na kuweza kufanya kazi nazo bila shida yoyote. Tutakuja kujifunza pia kuhusiana na hii inheritance kiundani, lakini pia kuna polymorphism e, uwezo wa kuweza kufanya kazi tofauti. Hii inaruhusu object tofauti kuweza kutumia method yenye jina moja lakini kwa tabia tofauti. Na maanisha nini? Sio na haraka tutakuja kujifunza na kuweza kufahamu kuhusiana na hiyo polymorphism e, katika mtiririko huu wa kuweza kujifunza object oriented programming. Tumalizie katika video hii na faida za object oriented programming katika Python. Kwanza kabisa inarahisisha kuweza kupanga na kuelewa kodi zako, inakuwa simple tu, kodi zinaonekana vizuri, zinasomeka vizuri, hakuna makodi mingi ambayo hayana umuhimu, just ni simple. Lakini pia inapunguza marudio ya kodi, kodi reuse, kwa kutumia inheritance tumeongea hapo juu, unakuwa tayari kuna klasi flani ina attribute na ina method flani, na kutengeneza class nyingine huku unakuta kuna attribute na method ambazo kama ile klasi ya mwanzo, kwa hiyo hapo ni just kuweza kuinherit na kuweza kutumia zile method na klasi za kule, tutakuja kuona tutakapoanza kucode. Lakini pia inafanya code ziwe rahisi kuweza kupanuka. Mfano, umeshatengeneza mfumo wako ukahitaji kuweza kuongezeka, pengine kuna data zimeongezeka, kuna activity fulani zimeongezeka katika hiyo eh, business, unaweza sasa kupanua huo mfumo wako kiurahisi ukiwa umetumia object oriented programming. Lakini ukiachilia kuwa ina scalability, lakini vile vile inasaidia kuweza kulinda data kwa kutumia encapsulation. Tutakuja kuona vipi ambavyo inazuia hizo data na kulinda kwa kupitia hii object oriented programming. Sina la ziada leo katika video hii, natumea umeweza kupata concept japo kidogo kuhusiana na object oriented programming, umeweza kuelewa maana ya object oriented programming lakini vile vile kuweza kuelewa zile principle ya madhana kuu za OOP, kuweza kuelewa faida za kutumia OOP katika Python. Na kama umeangalia video zile nyingine ambazo niliweza kuelezea pia kuhusiana na object-oriented programming, basi utakuwa umeelewa vizuri kuhusiana na aina hii, mbinu hii ya programming. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine katika mwendelezo hiki ambacho tumekianza, na natumai tutaanza katika kipengele kingine ambacho ni cha klasi na object, utaingia kiundani na kufahamishana class ni zipi inakuwa vipi object zinakuwa vipi kiundani. Leo just tumezi mention tu, so usipitwe na mwendelezo, like video hii, subscribe channel yangu ya YouTube kama ndio kwanza unafika hapa katika channel yangu ya YouTube, ili na wewe uwe pamoja na sisi katika safari hii ya kuweza kujifunza programming. Asante sana.